Mzee Steven Wasira amezungumza juzi juzi hapa na chombo cha habari cha Mwananchi na alisema kuwa hakuna kesi ya kisiasa nchini. Sasa mzee wangu, mzee Wasira, sijajua wewe, kesi ya mwenyekiti Tundu Antipas Lissu kesi ya uhaini nchini. Wewe hiyo kesi unaihitaji Unahitaje kesi ya mtu ambaye amekaa gerezani siku 319 mpaka leo tangu tarehe 9 Aprili mwaka uliopita ishirini na ishirini na tano, mpaka leo ni siku 319. Mtu anakaa gerezani kwa, kwa kesi ya mchongo kesi ya kubum, kubambikiziwa kesi ya uongo, kesi ambayo ni kesi ya mwenyekiti wa CCM dhidi ya mwenyekiti wa Chadema, ili huyu mwenyekiti wa CCM apate haueni wa kugombea na wa kugombea kiti cha urais mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Wewe kesi kama hiyo wewe unahitaji? Maana mimi sielewi, ukisema hizi um, kesi sio za, za kisiasa, hii kesi wewe unaihitaji. Mwenyekiti anakaa gerezani, sio kwa kupenda, anapotezewa muda. Hakuna njia nyingine ya kuisema, mnampotezea mwenyekiti muda, mnawapotezea wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo muda, kwa kila siku kwenda mahakamani kushuhudia kesi ya uongo, kwa sababu tunapokuwa mahakamani tunawasikiliza mashahidi hao. Mashahidi mashahidi wenyewe sasa hawajui hata kwa nini mwenyekiti Lissu yupo mahakamani. Mwenyekiti anawauliza, mnafahamu kwa nini leo tupo hapa, au mimi nashtakiwa na nini? Shahidi anakujibu sijui. Mnapoteza kodi za Watanzania, mnapoteza pesa za, watan, za walipa kodi za wa, ya Watanzania. Hizi ni pesa ambazo zingetumika kufanya maendeleo ya nchi hii. Tanzania ipo kwenye, kwenye nchi ambazo zinatajwa kuwa masikini kwenye mataifa yote, lakini tunatumia pesa kulipa majaji, tunatumia pesa kulipa makarani, tunatumia pesa kwa ajili ya kulipa wafanyakazi wa serikali kwenye kesi za mchongo kama hizi. Hiyo sio sawasawa, na sisi kama Chadema hatuta hatutakaa kimya tukiwaangalia hilo, msahau. Narudia tena, makamu mwenyekiti hii kesi ni kesi ya mchongo, ni kesi ya kisiasa na ni kesi ya kubambikiziwa. Hivyo mna kila haja ya kufanya kila mnaloweza kupitia DPP aifute hii kesi mahakamani, kwa sababu haina maslahi kwa jamhuri ya, ya Tanzania na haina maslahi kwa Watanzania. Lakini kesi ya pili ambayo pia ni kesi ya kisiasa nchini. Ni kesi ya Kaunya, aliyekuwa katibu aliyekuwa katibu mkuu wa Bavicha taifa awamu iliyopita na wenzake ishirini kule Bunda. Kaunya amekaa gerezani zaidi ya miezi mitatu kwa kesi ya kubambikizwa, kwa kesi ya uongo. Leo mnasema ni kesi ya uhaini, kesho mnasema ni kesi ya armed robbery. Tuchukue lipi? Sasa, serikali bado still nitasema, mnaendelea kutumia pesa za walipakodi kufanya kesi za michongo hii. Siyo sawasawa, hili sio jambo ambalo lina maslahi na wananchi. Kupitia DPP, tena futeni hizi kesi haraka iwezekanavyo.